Akizungumza baada ya mafunzo kwa waongoza watalii wilayani Kilwa, mhifadhi wa mambo ya kale katika magofu ya Kilwa kisiwani na Songo Mnara, Mercy Mbogela, amesema kuongezeka kwa watalii kumetokana na utajiri wa historia ya hifadhi hiyo ya kimataifa yanayoelezea maisha halisi ya mwanadamu aliyeanzisha himaya yake ya eneo hilo akitengeneza na kutumia dola yake miaka elfu moja iliyopita. Watalii kwa mwaka walikuwa wanaingia elfu moja mia tano uh, mpaka elfu lakini leo hii watalii Kilwa kwa mwaka wanaingia mpaka elfu sita na zaidi. Tunaendelea kuitangaza Kilwa kitaifa na kimataifa ili kuhakikisha tunawavutia watalii waweze kuja kwa wingi kuangalia uzuri wa mji wa Kilwa kuweza kujifunza ni wapi kama taifa la Tanzania tumetoka, utajiri wa historia na akiolojia inayopatikana ndani ya hifadhi ya magofu ya Kilwa Kisiwani, mji ambao ni wa kihistoria lakini ni hifadhi ya kimataifa. Kaimu Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Kilwa, Bushiri Mbwana, amesema. Mafunzo hayo yataongeza fursa za ajira kwa vijana kupitia sekta ya utalii. Kwa idadi hii ambayo nimeiona leo kwamba tutakuwa na nguvu kazi kubwa sana kwamba hata wangekuja watu, watu, watu zaidi hata mia mbili wakawa na uwezo wa kutengeneza vitu ambavyo watalii watavutiwa navyo. Basi watakuwa wanauza vile vitu kiuchumi, watakuwa na. Eunice Ulomi, mratibu wa mafunzo hayo, amewashauri waongoza watalii kuanzisha huduma za makazi ya muda kwa ajili ya malazi badala ya kuwaacha watalii wakatafute mahala pengine. Huko Kilwa hakuna homestay lakini wa, wa, wa, watu wana nyumba zao nzuri tu. Wanapata watu wakuja kuwafundisha jinsi ya kuandika maandiko na wasajiliwe kiofi ne, yani kisheria wajulikane na wilaya. Wakishakuwa wajulikana na, na wilaya wilay. Watatumiwa wataalamu. Ai, mafunzo hayo ya siku mbili yameendeshwa kwa ushirikiano wa chuo cha taifa cha utalii mamlaka ya wanyamapori tawa pamoja na shirika la maendeleo la kimataifa la korea koika